Tukisalia na masuala ya usalama, viongozi na wakazi katika kaunti ya Bungoma wamekosoa vikali ripoti ya uchunguzi wa kilichosababisha mauaji yaliyoripotiwa katika kaunti hiyo muda mfupi baada ya uchaguzi mkuu mwaka jana. Sasa inadaiwa kuwa ripoti hiyo imefanyiwa ukarabati ili kuwaokoa washukiwa wakuu wa mauaji ambao ni wanasiasa wenye ushawishi mkuu katika kaunti hiyo. Robert Wanyonyi amekuwa akifuatilia swala hilo. Viongozi katika kaunti ya Bungoma wameitaka serikali kuchunguza madai ya kuwepo kundi haramu la kuzua vurugu katika eneo. Daktari Reginalda Wanyonyi ni mwakilishi wa kike wa kaunti tumekuwa. na visa luucho ambapo mama wafanyabiashara pia wa mama katika kikundi wametembelewa na kukatwakatwa mpaka mmoja wao amefariki. Mi mmoja wao, nilienda nikashuhudia hiyo pickup, ingawaje siwezi toa namba yake, lakini tuliona hiyo namba ya hiyo gari yenye ilikuwa imepepa mapanga na marungu juu yake. Hiyo mapanga ilikuwa inaenda kufanya nini? Mwakilishi huyo vilevile ameitaka idara ya polisi kutoa ripoti rasmi ya mauaji yaliyoshuhudiwa katika eneo punde tu baada ya uchaguzi mkuu, huku akidai huenda imeborongwa. KTN Iliguza na ikaleta story ya how youths are being trained. Why did the security agency not follow up such kind of reports? Tunaficha nini? Madai hayo yalisababishwa kuandaliwa mkutano wa dharura wa usalama katika kaunti, huku wanasiasa wakijadiliana na wakuu wa vyombo vya usalama kuyahusu. Vile mheshimiwa Reginald amesema, siwezi nikawa malaika, lakini ukweli lazima usemwe. Tangu tumekuja Bungoma kaunti, mambo ya kikwechi sita, wamekuwa condemned ile tunasema death sentence, wanne wako remand na moja amejump bail, bado tunamtafuta, na tufikiria kwamba itakuwa ni vizuri ripoti ikitoka iseme ukweli. Hiyo ndio itaweza kuridhisha watu, kwa sababu kama ripoti haitasema ukweli itofautiane na yale ambayo watu wanajua, uh, siku zijazo tukiwa na ripoti yoyote ama kitu ikitendeka, wananchi hawatakuwa na imani. Aidha, mashirika yasiyo ya serikali katika eneo hili yameongezea sauti yao kuhusu suala hilo huku yakiitisha kutolewa rasmi kwa ripoti hiyo na hatua dhabiti kuchukuliwa dhidi ya wahusika. tuna militia groups sile za siasa katika eneo hili ishirini na mbili na tuna watu ambao wal, walikuwa wana wana train milisha katika eneo hili inachulikana na yeye commission hakupinga, kupinga hiyo ripoti. Ni mjadala mkali ambao umezuka tena, haswa mwaka mmoja baada ya mauaji kutokea katika eneo hili, huku viongozi wakishinikiza serikali kutoa rasmi ripoti hiyo ili kujua chanzo cha machafuko hayo. Robert Wanyonyi, KTN leo.